kuwa bora ijapokuwa Linda jamii ni bora zaidi. Akionekana kurejelea usemi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu mageuzi aliyoyaleta, Rais Ruto amesisitiza kuwa wameboresha zaidi mpango wa Linda Jamii, kwani hadi kufikia sasa watu wengi wananufaika nao. Haya yanajiri wakati ambao waziri wa afya Aden Duale amemkashifu Uhuru Kenyatta kwa kusema kuwa mpango wa Linda Mama uliacha deni kubwa sana. Mary Kyalo anatufungulia jamvi hili la Undugu leo na maelezo kwa kina. Mvutano kuhusu ubora wa Linda Mama ya awali na Linda Jamii ya sasa hivi unapoendelea, Rais William Ruto amejitokeza na kusema kuwa Linda Mama ilikuwa bora, ila Linda Jamii ni bora zaidi, kwani wanaonufaika chini ya mpango wa Linda Jamii wameongezeka.

household. Na kutokana na kashfa ambazo rais mstaafu Uhuru Kenyatta amepokea tangu usemi wake wiki jana, sasa rais Ruto ameonekana kumtetea aliyekuwa bosi wake, akibaini kuwa walifuata nyayo zake wakati wa kuboresha mpango wa Linda Jamii.

Na haya yakijitokeza, waziri wa afya Aden Duale ameendeleza msururu wa kumkashifu rais mstaafu Uhuru kwa madai kuwa Linda Mama iliwacha serikali ya kitaifa na deni ya mabilioni ya pesa. They left us with 30 billion fictitious NHIF debt. Out of that debt Linda Mama death under NHIF inpatient was 4.8 billion. Outpatient was 306 million. In total, my good friend, my former leader, you have left us with 5.6 billion Linda Mama. Duale akiongeza kuwa linda jamii imepunguza vifo vya kina mama na watoto wakati wa kujifungua